Mlango wa pili. Jinsi Bwana alivyomfunika binti Sayuni kwa wingu katika hasira yake! Ametupa toka mbinguni hata nchi wa uzuri wa Israeli, wala hakukikumbuka kiti cha miguu yake katika siku ya hasira yake. Bwana ameyameza makao yote ya Yakobo, wala hakuona huruma. Ameziangusha ngome za binti Yuda katika ghadhabu yake, amezibomoa hata nchi. Ameunajisi ufalme na wakuu wake ameikata pembe yote ya Israeli katika hasira yake kali, ameurudisha nyuma mkono wake wa kuume mbele ya hao adui; naye amemteketeza Yakobo kama moto uwakao ulao pande zote. Ameupinda upinde wake kama adui, amesimama na mkono wake wa kuume kama mtesi, naye amewaua hao wote waliopendeza macho; katika hema binti Sayuni amemimina kani yake kama moto. Bwana amekuwa mfano wa adui, amemmeza Israeli ameyameza majumba yake yote, ameziharibu ngome zake. Tena amemzidishia binti Yuda matanga na maombolezo. Naye ameondoa maskani yake kwa nguvu, kana kwamba ni ya bustani tu. Ameziharibu sikukuu zake. Bwana amezisahauzisha katika Sayuni sikukuu za makini na Sabato, naye amewadharau mfalme na kuhani katika uchungu wa hasira yake. Bwana ameitupilia mbali madhabahu yake, amepachukia patakatifu pake amezitia katika mikono ya hawa adui kuta za majumbe yake. Wamepiga kelele ndani ya nyumba ya Bwana kama katika siku ya kusanyiko la makini. Bwana amekusudia kuuharibu ukuta wa binti Sayuni, ameinyosha hiyo kamba, hakuuzuia mkono wake usiangamize, bali amefanya boma na ukuta kuomboleza; zote pamoja hudhoofika. Malango yake yamezama katika nchi, ameyaharibu makomeo yake na kuyavunja Mfalme wake na wakuu wake wanakaa kati ya mataifa wasio na sheria; naam, manabii wake hawapati maono yatokayo kwa Bwana. Wazee wa binti Sayuni huketi chini, hunyamaza kimya, wametupa mavumbi juu ya vichwa vyao, wamejivika viunoni nguo za magunia; wanawali wa Yerusalemu huinama vichwa vyao kuielekea nchi. Macho yangu yamechoka kwa machozi, mtima wangu umetaabika, ini langu linamiminwa juu ya nchi kwa uharibifu wa binti ya watu wangu, kwa sababu watoto wachanga na wanyonyao huzimia katika mitaa ya mji. Wao huwauliza mama zao, ziwapi nafaka na divai? hapo wazimiapo kama waliojeruhiwa katika mitaa ya mji, hapo walipomiminika nafsi zao vifuani mwa mama zao. Nikushuhudie nini? Nikufananishe na nini, e binti Yerusalemu? Nikusawazishe na nini, nipate kukufariji Ebikira binti Sayuni, kwa maana uvunjifu wako ni mkuu kama bahari. Ni nani awezaye kukuponya? Manabii wako wameona maono kwa ajili yako ya ubatili na upumbavu, wala hawakufunua uovu wako, wapate kurudisha kufungwa kwako, bali wameona mabashiri ya ubatili kwa ajili yako na sababu za kuhamishwa. Hao wote wapitao hukupigia makofi, humzomea binti Yerusalemu na kutikisa vichwa vyao. Je, mji huu ndiyo ulioitwa ukamilifu wa uzuri furaha ya dunia yote? Juu yako adui zako wote wamepanua vinywa vyao, huzomea, husaga meno yao, husema, tumemmeza; hakika siku hii ndiyo tuliyoitazamia tumeipata, tumeiona. Bwana ameyatenda aliyoyakusudia, amelitimiza neno lake aliloliamuru siku za kale; ameangusha hata chini, wala hakuona huruma, naye amemfurahisha adui juu yako, ameitukuza pembe ya watesi wako. Mioyo yao ilimlilia ya Bwana. Ee ukuta wa binti Sayuni, machozi na yachuruzike kama mto mchana na usiku, usijipatie kupumzika, mboni ya jicho lako isikome. Inuka ulalamike usiku mwanzo wa makesha yake, mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana, umwinulie mikono yako kama uhai wa watoto wako wachanga wazimiao kwa njaa mwanzo wa kila njia kuu. Tazama, Bwana, uangalie ni nani uliyemtenda hayo. Je, wanawake wale mazao yao, watoto waliowabeba? Je, kuhani na nabii wauwawe katika patakatifu pa Bwana? Kijana na mzee hulala chini katika njia kuu, wasichana wangu na wavulana wangu wameanguka kwa upanga. Umewaua katika siku ya hasira yako; umeua wala hukuona huruma. Umeziita kama katika siku ya mkutano wa makini hofu zangu zije pande zote, wala hapana hata mmoja aliyepona wala kusalia; katika siku ya hasira ya Bwana hao niliowabeba na kuwalea, huyo adui yangu amewakomesha.